Karibu sana kwenye podcast ya Kenya One Term, No Term Movement, unaweza kuiita KWM. Leo tunaingia ndani zaidi, tunaichambua makala moja muhimu sana kutoka pale tovuti yao ya KWM. Naam. Mfumo wa ufisadi Kenya vigogo na mapambano ya Kenya mpya. Um, hoja yake kubwa ni kwamba huu mfumo wetu wa kisiasa tangu tu 1863 ulitengenezwa hivi makusudi. Mm-hmm kuwanufaisha wachache tu, watu wenye nguvu, huku Mkenya wa kawaida kama wewe unayotusikiliza anaachwa akiangaika. Sasa lengo letu leo ni kuelewa hasa hoja zao na huu wito wao wa mabadiliko kamili. Tuanze hapo eh? Kabisa, na ni hoja nzito kweli. Kimsingi wanachosema ni kwamba zile structures, miundo iliyowekwa pale mwanzo, haikuwa inamlenga Mkenya wa chini kabisa Mm -hmm. Hapana, ilikuwa ni kuhakikisha tu rasilimali, mamlaka vinabaki kwenye mikono ya, ya wale wale vigogo, wale waliorithi labda kutoka kwa wakoloni au walioingia kwenye system hiyo. Yaani e, mfumo kwa maslahi yao e, na hawasemi tu juu juu, wanataja kabisa mifano. Wanasema watu kama Onyango, Wanjiku, Otieno, Huseni, Ngala, Wanyonye. Wengi tu kama hao. Wasio na sauti kubwa wameachwa nyuma. E, huku wachache wanajilimbikizia mali na kitu kimoja, uh, kinachoshangaza kidogo labda, wanamkosoa moja kwa moja Raila Odinga. Ndio, wanamtaja wanadai, yeye mwenyewe amekuwa sehemu ya mfumo huu kwa miaka mingi sasa, akifanya wanavyodai wao, mikataba na marais waliopita. Wanamtaja Moi, Kibaki, Uhuru na sasa hata Ruto ili tu yani abaki kwenye ile inner circle ya mamlaka. Kweli. Na hawafafanui kila mkataba kwa undani sana, lakini wanatumia hiyo mifano kuonyesha ile hoja yao kubwa zaidi kwamba hata wale wanaoonekana kama wapinzani mm. au watetezi wa watu, kwa njia moja au nyingine, wamechangia kudumisha ule mfumo unaolalamikiwa. Na kitu kinachovutia zaidi kwangu ni hoja yao kuhusu katiba ya 2010. Hebu fafanua kidogo zaidi, wanasemaje kuhusu udhaifu wake? Sawa, wanachodai ni kwamba licha ya ugatuzi kuletwa, unajua ile aidia ya kupeleka madaraka na pesa karibu na wewe, huko mashinani kwenye kaunti. Ndio, ndio. Bado serikali kuu inashikilia sehemu kubwa mno ya bajeti ya taifa, pesa nyingi zinabaki juu mm. Kwa hiyo pendekezo lao sasa ni, ni kali kweli mm. wanataka angalau asilimia sabini. Sabini ya bajeti yote ya Kenya hmm, iende moja kwa moja kwenye kaunti. Asilimia sabini hiyo ni, ni nyingi sana ni nyingi sana na asilimia thelathini tu ndo ibaki huku serikali kuu. Hii sasa siyo kurekebisha kidogo, ni kama kuigeuza kabisa meza. Ni mapinduzi kabisa ya kimfumo wa fedha na mamlaka. Haswa wanataka nguvu iwe mikononi mwa watu kule chini, na ili kuonyesha ukubwa wa hili tatizo la ukosefu wa usawa wanatumia mfano gani hasa? Wanatumia mfano ambao umetajwa mara nyingi wa umiliki mkubwa sana wa ardhi wa familia ya Kinyada. Wanataja maelfu na maelfu ya ekari mm. kiasi ambacho yani ni kikubwa mno ukilinganisha na Wakenya wengi ambao hawana hata kipande kidogo cha ardhi pa kujenga au kulima. Kweli. wanasema huu ni urithi tu wa ule mfumo wa tangu uhuru na viongozi waliofuata Moi, Kibaki, Uhuru nao waliendeleza mkondo huo huo, na wanadai sasa hata rais Ruto naye anajaribu kuingia kwenye njia hizo hizo. Lakini e, katikati ya hii picha ambayo inaweza kukatisha tamaa kidogo, makala yanatoa kama mwanga fulani hivi, sivyo? Kuna matumaini kabisa, lazima pawepo na matumaini. Wanataja kuibuka kwa nguvu mpya hasa kutoka kwa kizazi kipya, hawa wanaoitwa jenzi ah, jenzi e, wanasema hiki kizazi kimeamka. Wanauangalia huu mfumo wa kurithishana madaraka, ukosefu wa usawa na wanaukataa hawako. tayari kuwa watazamaji tu, wanataka mabadiliko halisi ya kimfumo. Sasa tukizungumzia hatua na mabadiliko hapa ndipo wewe unayotusikiliza unapoweza kuingilia kati. Kumbuka, unaweza kuwa sehemu ya mabadiliko haya. Unaweza kutembelea www.wantamnotam.com na mm -hmm. na ufungue akaunti yako pale, ni rahisi tu. Utaona akaunti zote arobaini na saba zimeorodheshwa. Tafuta akaunti yako pale na uanze kuchapisha, shiriki mawazo yako, mapendekezo, hata yale malalamiko yako chochote kinachoweza kusaidia kubadilisha kijiji chako mji wako na mwishowe taifa zima. Na hiyo inaingiana vizuri sana na ujumbe mkuu wa hii makala, kwamba viraka vidogo vidogo, marekebisho ya hapa na pale, hayatoshi tena. Wanachosema kinahitajika ni mabadiliko kamili, total overhaul kwa kimombo. Wanapendekeza katiba mpya kabisa, lakini hii iandikwe na wananchi wenyewe. Wananchi wenyewe. Eh, moja kwa moja, ili iwape nguvu halisi, izibe zile mianya ambazo zinaruhusu wachache kutumia mamlaka vibaya. Kwa hivyo, tukijumlisha haya yote, yanamaanisha nini hasa kwako wewe, msikilizaji? Hii makala sio tu uchambuzi wa kitaalama, ni wito wito mzito wa kuchukua hatua sasa hivi. Kweli wanahimiza watu wasisubiri uchaguzi ujao wasisubiri mkombozi fulani aje hapana badala yake watumie nguvu ya umma maandamano ya amani kampeni kwenye mitandao ya kijamii kutumia njia zote za kisheria kudai haya mabadiliko ya kimfumo sasa swali linabaki kwako unaona jukumu lako liko wapi katika haya yote na hapo ndipo linatuachia swali la mwisho la kutafakari kwa kina ikiwa kweli mfumo wenyewe ndio mzizi wa tatizo kama wanavyodai je, mm, yeah, inawezekana kuurekebisha kutoka ndani kwa kutumia vyombo vile vile vilivyopo, au au hakuna njia nyingine ila kuuvunja kabisa na kuunda upya kitu kipya kutoka mwanzo kikiongozwa na wananchi. Hilo ni swali kubwa. Ni swali kubwa kweli. Na tunapofikia mwisho wa mjadala wetu wa leo, usisahau tena kutembelea www.wantamnotam.com, jiunge na harakati za KWM Fungua akaunti yako, chagua akaunti yako na muhimu zaidi, anza kushiriki mawazo yako, ongea na wakenya wenzako pale. Ndiyo, ni muhimu sana kushiriki. Kabisa na pia usisahau kuangalia kwenye maelezo ya kipindi hiki hapo chini. Tumeweka rasilimali za ziada, kuna vitu pale ambavyo vinaweza kusaidia, kwanza kuanzisha biashara yako mwenyewe na pili, kutunza afya yako, mambo muhimu sana haya. Muhimu sana. Asante sana kwa kuwa nasi na kusikiliza podcast ya Kenya Wantam Notam Movement, KWM.